Nne kwa sasa mfululizo kuanzia fesi ya kwanza mpaka fesi ya nne tumeweza kushuhudia international fights nyingi, lakini fesi hii watu wanatamani sana kujua kitu gani ambacho kiliwashawishi Mafia Boxing kwenda kutengeneza bouts ya toa kiduku na Malawi. Pia Asemale Williams atapigana kama bondia wa Mafia Boxing Promotion. Anafikiri ni ni ni, ule utaratibu ambao tumejiwekea eh, kwamba kila tamasha la Mafia Boxing, la knockout la, la ya mama E, tumekuwa na taratibu kutoa nafasi kwa kila bondia na sisi tumefungua milango kufanya kazi na mabondia ma wote wa nchi ya Tanzania. Kwa hiyo ni ule muendelezo, tukaona kijana wetu huyu Twaha Kiduku muda mrefu iko nje hajapata nafasi yote, tukaamua twende naye tumuingize. Kwa hiyo atakuwa ni miongoni e, mwa mabondia ambao watakaoshiriki siku tarehe 24 mwezi huu wa tano, kwenye viwanja vya posta e, pale katika fesi ya tatu hatukuweza kushuhudia boti ya wanawake vipi? katika fesi hii ya nne kutakuwa na boti ya wanawake yeah, Tupo, tupo kwenye mazungumzo nao. Nafikiri hata juzi tulifanya mawasiliano na Stumai Muki, kama mambo yataenda vizuri atakwenda kucheza na na Sara kutoka Arusha. Kwa tupo kwenye mazungumzo na, na viongozi wao, kama atakubaliana vizuri, basi fight hiyo itakuwepo kati ya Stumai Muki na Sara yule kutoka Arusha. Kutakuwa na boti ngapi international katika fight ya tarehe, international karibu 12 12. Yes, kumi na mbili. Yeah. Main boti ni nani? Main boti ni, ni, ni Mchanja Yohana ambaye anakwenda kutetea mkanda wake wa WBO Global. Kwa hiyo eh, wa Tanzania, wadau eh, wa masumbu kwa ujumla wafike eh, tarehe 28 pale Kijitonyama katika viwanja vya Posta, waje kushuhudia tuwasapoti vijana wetu hawa Mafia Boxing na wale ambao wako nje Mafia Boxing tuonyeshe uzalendo ili vijana wetu waweze kubakisha ushindi katika nchi hii ya Tanzania. Tanzania, kuna majina ya ambao pambano kumuona nani kwa sababu tuna tuna tuna tunatoa wengine. Ah, tuna tuna about 12 za kimataifa kama nilivyozungumza awali lakini tumetoa nafasi kwa vijana ambao pia wako nje Mafia Boxing Promotion, akiwepo Twaha Kiduku, akiwepo Samuel Welem. E, tuko naye kambi takriban mwezi sasa, na yeye atapambana siku hiyo, lakini tunaye vile vile Oscar Richard kutoka Nakos atapigana vile vile. Tunaye Lauren Jaffet atapigana vile vile. Tunaye Fadhili Majiha naye atakuepo tarehe 24 lakini tunaye Saidi Bwanga atapambana siku hiyo bila kuwacha vijana wetu Magoma Junior, eh, Mtangi, eh, yata. Kwa hiyo, vijana wetu Richard Mtangi tofauti wa Mafia Boxing Promotion na wale ambao wako nje Mafia Boxing Promotion wakija kuwachakaza mabondia kutoka nje nchi ya Tanzania, wa, wa Tanzania wapenzi wa dawa masumbi wa tufike kwa wingi sana tarehe 24 kuja kwa support vijana wetu hawa ili ushindi ubaki katika nchi hii ya Tanzania. Tunawahakikishia wananchi wa Tanzania kwenye swala la ulinzi na usalama kwa sababu hizi fight uh, zinapiganiwa katikati ya jiji. Pengine ulinzi wasio na ha, wa shaka kwa sababu ukiangalia angalia rekodi ya, ya mapambano yetu toka mwanzo mpaka hivi sasa hujasikia jambo lolote baya ambalo limejitokeza. Kwa hiyo kwenye swala la ulinzi tayari tumefanya mawasiliano na vyombo vya ulinzi na usalama kuelekea tarehe 24 mwezi huu wa tano kwamba watu wasiwe na shaka yoyote. Njoo na familia yako, chukua mke wako, watoto wako, njoo. Ngumi ni mtoko brother. Kwa hiyo usiwe na shaka kuhusu simu yako, labda kuhusu chochote kinachohusu eh, uh, usalama wako. Njoo tuliza moyo wako, njoo pale science Jitonyama uangalie masumbwi tarehe 24 katika mwezi wa tano, kwa kiingilio rafiki kabisa, shilingi elfu tano shilingi elfu kumi na shilingi elfu ishirini Naamini kwa kiwango hicho cha bei ambacho tumekiweka kitawafikia na, na watu wengi wataweza kumudu na kuweza kushiriki tarehe 24 pale Kijitonyama katika viwanja vya Posta.